Sisi tunangalia ratiba tuangalie mechi inafuata. Tunangalia ratiba. Tunangalia ratiba ya vipi sasa? Ratiba, ligi ligi kuu kuu inasema mechi inafuata Jumatano Simba na Yanga. Simba na Yanga. Sasa tuangalie sio Simba na na Yanga. Yanga na nani? Sio, sio, tuangalie kucheza mpira. Ligi kuu kucheza mpira. Wewe utajua nani anakuja? Sisi tunangalia ratiba me... Ah! Ah! Sisi tunagaa ratiba, hatutaki kujua tunakutana nani mbele. Tumemaliza mechi tukiwa wenyeji nyumbani, tumechukua pointi tatu, tunaondoka zetu. Simba mbele kwa mbele. Simba tunadabisi, tuna michezo ya ligi kuu. Sikiliza, timu bora ya Tanzania mpaka sasa hivi ni Simba Sports Club. Nisikilize sasa hivi ni Simba Sports Club. Simba ni timu bora na naomba uongozi wa Simba, tunataka tutangazie leo. sisi tunamtaka Yanga. Yanga ana uwezo kumzuia Simba sikua bingwa? Yaani Tanzania hakuna timu yenye uwezo kumzuia Simba sikuo bingwa wa Tanzania, tunataka tuchukue ubingwa kishujaa tunachukua ubingwa kishujaa, baki na ibu yao wao wao, ndio utajua. Tunataka baki na ibu yao wao, sio sisi. Simba ndio bingwa Tanzania, hakuna timu kuzuia Simba ubingwa, timu gani? mechi ni Simba. Hakuna timu yenye jeuri ya kugomea mechi. Ah, kwa hiyo dadi ni mechi, nisikilize. Timu yenye jeuri ya kugomea mechi Simba, timu itajaene jeuri. Simba ndio timu kubwa, tumegoma tumegoma tumegoma tumegoma. Tarehe nane kama dadi imepangwa, tutacheza Simba, si sii, tuligoma kucheza mechi tarehe nane.

masabiga tuje yani tuendi, na ya <coughs> masabiga tuende inaenda timu watutezeza injinia na tunawafunga, nisikilize. Na masabiga tuende timu inaenda malefu akae injinia na tunawafunga, nisikilize